E, wazee wazee, sauti ya mwanasayansi hapa, Ronaldo Sierra 7 sauti ya, ya baba la mabauna ulimwenguni. Wazee wazee e, leo nataka ni waleteni kavimba aliokufa Musa Mtalebani jana e, zidi ya chenso zidi ya fidmasho e, wazee wazee wazee wazee zidi ya mwanasayansi wa dunia hapa, wazee wazee, wazee, wazee, wazee. E, Musa alianza kavimba nikamwekea media akapiga buti, nikamwekea hii Musa, akaweka hii nikampiga buti, Musa akatoka meja ngatoka katoka meja nikatoka meja, Musa akajiachia, wazee wazee, wazee, avyojiachia, mimi nikamwekea hii hapa, wazee wazee wazee wazee, wazee, wazee, wazee, wazee, wazee. CR7 nikaweka hii hapa, niko kwenye blue Musa akacheza hii hapa CR7 kamwekea tena hii hapa, hii wazee wazee. Musa akaingia tamaa akaweka hapo akaweka hapo, kwa hiyo weka hapo, mimi nikamwekea hii hapa wazee wazee wazee wazee. Eh, sasa hapa kumwekea hapo, manake ni nini hii? Akija tatu hii akija tatu hii aliogopa chubwi, unaona eh? hi hapa aliogopa kupigwa hapa, mbona eh? Hii labda angepiga fosi hii, angepiga fosi ngemekea hii akishtua, ilikuwa goli kemasarani okay, akilia huku ilikuwa goli wazi wazi wazi, wazi wazi. Kwa hiyo hapa Musa akaona ana sehemu nyingine ya kucheza, akamua kupiga mbele, nikamwekea hii, akaweka hii, nikampigia buti akakata, nika nikamwekea iiii angeekaii unapiga tu hizi mbili kwa limeisha hapa

wewe tu maamuzi yako wazi wazi, usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya the scientist of the world e, ni mimi hapa mwana Sansi wenu wa dunia e, Ronaldo CR7 king of Dalmax Chekaz e, kwa mitembeo ya kavimba nuguza tatreni pasati mabano meja zote meja kwa kavimba meja kwa pasati meja kwa ta treni imeja kwa kofi la mabano, wazee wazee, tege zote e, wazee wazee, treni zote, wazee wazee, kusawazishia ngoma e, package zote zinapatikana kwangu mimi, pasia la 7. Namba zangu za simu ni 0624 1555 155 07 0624 1555 07. Wazee wazee wote mnakaribishwa.